na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. kumi. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao, kwani watawashughulikia ipasavyo. kumi na moja. Wengine wamesema hawatakubali tena kupata hasara walioipata